Katika mambo ya wajibu yaliyo wajibu juu ya kila Muislamu, siyo khiari, lazima kwa kila Muislamu, mwanamme, mwanamke, kijana, mzee, mtoto, ni wajibu juu yake kujua mambo matatu. Kwanza, kumjua Mola wake subhanahu wa ta'ala, Mola aliyekuumba Tamjuaje mula wako? Jambo la pili maarifatu nabiihi sala llahu alihi wasallam, ni kumjua mtume wake mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lazima umjue. Na jambo la tatu tu dini lislami biladila, ni kuijua sasa dini ya Uislamu kwa ma kifanya, ushahidi kile unachokifanya, kwamba hiki nimekifanya ushahidi wake ni huu.

Utamjuaje kama wewe hutaki kusoma? Kama hukumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, utamjuaje? Sasa kwa maneno haya, hatuoni kwamba tuna uwajibu wa kuitafuta ilmu? Wajibu upo na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama alipotuambia talabul ilmi al faridhatun kuitafuta ilmu ni faradhi mno, ni jambo lilolazimishwa mno kwa kila Muislamu. Kuitafuta ilmu ni jambo lililofaradhishwa na kulazimishwa mno kwa kila Muislamu. Kuna mambo yamefaradhishwa, lakini kutafuta ilmu ni lazima, faradhi ya lazima, yani jambo kubwa.